Hii ndiyo kati ya njia rahisi kutumia ili kuvuta wasaidizi wa hatima yako, nikimaanisha ya kwamba wale watu wanaotakiwa kukusogeza kimaisha, kukutoa hatua moja hadi hatua nyingine, kwa sababu kila mwanadamu ameshikilia riski ya mtu mwingine. Hivyo huwezi kupanda ngazi fulani hadi ukutane na mtu aliyeshikilia funguo za huo mlango unaojaribu kuingia. Sikiliza hadi mwisho, ili uone namna gani unaweza kufanya kuvuta ama kujiungamanisha na wasaidizi wa hatima yako. Hatua ya kwanza ya kufuata ni kwenda sehemu yenye utulivu, sehemu yenye ardhi na kuna utulivu, una uwezo wa kufanya hili zoezi bila usumbufu wowote. Utakwenda na chumvi yako ya unga, chumvi mnaotumia kupikia. Utamwaga hii chumvi kwa mfumo wa duara kama mimi ambavyo nimefanya hapa niliwahi kusema mara nyingi kuwa hatima yako imezungumzwa ama inaonekana kwenye viganja vyako. Hivyo wale watu wote sahihi unaotakiwa kukutana nao na historia nzima ya maisha yako, kila siku inaendelea kujichora kwenye viganja vyako. Hivyo chukua mkono wako na ufunike kwenye hili duara la chumvi, kisha utaongea maneno haya: mimi fulani fulani, utaita jina lako mara tatu kisha utaongea maneno haya: naita na kualika wasaidizi wangu wote wa hatima ya maisha yangu, popote walipo kwenye kona zote za dunia. Wasipumzike pasina kuniwaza, wasilale wala kufanya mambo yao pasina kuniwaza na kunikumbuka, ili wanilocate, ama ili wanifikie, ili nikutane nao, popote walipo kwenye kona zote za dunia. Nataka nikutane nao na wanisogeze sehemu wanaotakiwa kunisogeza, ama wanifikishe na kunivusha sehemu wanaotakiwa kunivusha. Fanya hiki kitu ukiwa na imani, kisha chukua mkono wako na uweke kifuani kwako, sema kila kitu ambacho nimekiongea kimetimia na kimekamilika, ukiwa na moyo uliokunjuka, moyo wa kuamini. Fanya hiki kitu kwa muda wa siku saba kisha uje kwenye comment uniambie ni taarifa gani nzuri umeipata kwenye maisha yako, ama ni watu gani ambao umekutana nao kipindi hiki ambacho umekuwa ukifanya hii richo. Matokeo yanaweza kuanza ndani ya siku hiyo hiyo ambayo umefanya hii richo, ama siku mbili baadaye, wiki baadaye, mwezi baadaye, miezi miwili baadaye, lakini lazima ukutane ama ukutanishwe na watu sahihi kwenye maisha yako, kusogeza, wa kukusogeza hatua moja kwenda hatua nyingine. Nawapenda sana, peace.